Tukiwa bado tunaendelea katika silsila yetu ya huququ za ujia, tumefika kuielezea haqu zaujati ala lzauji, yani haki ya mke kutekelezewa na mumewe. Ni yepi mambo yanayostahiqi mume kumfanyia mkewe? huna unabihu tilka aladhan alghafila. Hapa inabidi tushtuane, tuelekezane, tuna, tutanabahishane Nitoe mwito kwa wale walio mbali wasogee karibu katika channel hii, ili wapate moja miongoni mwa durusi muhimu sana katika maisha ya ndoa. Nafahamu kwamba kuna watu wameifahamu ndoa sivyo ilivyotakiwa kufahamika. Tumo miongoni mwetu ambao, tukitajua ndoa, basi fikira zetu zote zinaenda kwenye starehe na kupata watoto, yani kasaru zawaj ala anahu jimaun waalaulad. Ukimwambia tu mtu nini ndoa, yeye ni fikra zake zote zinakwenda katika kulala na mkewe au mumewe na kupata watoto. Kwa hiyo kwake yeye ni kitu kilichokuwa mukasarun ala thnein au wahida, ni kitu kimoja au viwili. Ndoa starehe za kitandani na kupata watoto. Kumbe ndoa ni safari ndefu, ambayo kuna mengi zaidi ya haya. Haya ni miongoni mwa mambo yanayopatikana katika ndoa. Pale ambapo watu hatujaifahamu vizuri ndoa, ndiyo maana mashakili yake yanakuwa mengi, matatizo yake yanakuwa mazito, mpaka wengine waliojaribu kuingia katika ndoa wakatoka wameichukia ndoa kwa sababu wameifahamu kama ndoa ndo hivi basi, mimi sitaki tena kuoa. Au mwanamke akasema kama ndoa ndo hivi, mimi basi itanisikia tu redioni hiyo ndoa, kutokana na yale ambayo yamemkuta katika ndoa. Ni kwa sababu tu kwamba haikuandaliwa vyema. Ukikosea katika msingi, hiyo nyumba unayoijenga itakuangukia siku moja ukikosea katika msingi, hicho kitu unachokitengeza hakitokuwa kitu chenye ubora na viwango. Lazima upatie katika msingi yake na ujue meseji na risala iliyokuwemo ndani ya ndoa, utafanikiwa. Kwa hiyo tunajaribu kuelezana kwa kadri ya uwezo. Kwa hiyo we, wale vijana ambao karibuni wataoa, wale watoto wa kike ambao karibuni wataolewa, na wale ambao wameoa ni juzi juzi tu wamo katika ndoa, na hata wale ambao muda mrefu wamo ndani ya ndoa, sote tunafaidika kutokana na haya ambayo insha Allah Mwenyezi Mungu atatuafikia kuyazungumza. Kwa hiyo, karibieni, karibu vijana ambao insha Allah ni mabwana harusi watarajiwa, kesho kesho kuto, utaingia katika ndoa, hata kama haiko katika plani yako, lakini lazima ana kal kiyamati dhata yaumin ati itakuja tu ndoa, maadamu wewe ni mtu mzima unakula ndoa ni kama kiyama inakuja tu, ukipata fursa insha Allah utaingia katika ndoa. Sasa kesho kesho kutwa litakufika tu hilo jambo insha Allahu taala. Kwa hiyo uwe na akiba, uwe full immune, uwe full protected, uwe mtu ambaye una silaha kamili, ukiingia katika vita hivi, ukiingia katika mchakato huu, ukiingia katika safari hii, iwe ni mtu mudajjajun. Yani mudajaji ni mtu ambaye amekuwa full protected. Hukuki unazijua wewe, kama mume haki zako ni zipi kutoka kwa mkeo, na yeye kama mke haki zake ni zipi kutoka kwa mumewe. Tumeelezea kwa kirefu kidogo haki za mke, na sasa hivi tunaelezea haki za mume, yani kinachopaswa kufanya mume kumfanyia mkewe. Tumezungumza haki ya kwanza ambayo ni Alhusnu lmuashara ni kukaa nao kwa wema, kukaa nao kwa wema. Tukasema hii ni nguzo muhimu sana, bali ni haki ya msingi, bali si haki ya mume tu kumfanyia mkewe, bali ni haqun mushtarakun baina lithnaini. Kule tuliitaja katika haqu zauja na hapa haqu zauji tunaitaja, ufahamu kwamba si haki ya mume tu, si lazima kwa mume peke yake kumfanyia ihsani kukaa naye kwa wema mkewe, bali wote wawili wanalazimika kwa nguzo hii. Kule tumeieleza na hapa tunaieleza na ushahidi wake. Allahu subhanahu wataala anasema waashiruhunna bilmaruf, walmuashara hiya lmumazaja walmukhalata yani changanyikeni nao kwa wema. Sisi tunaambiwa wanaume tutangamane nao wake zetu kwa wema tuchanganyikane nao kwa wema. Wema ni uzuri, tuishi nao vizuri. Mumazaja huu pia umesisitizwa katika aya nyingine, fa imsakun bimarufin au tasrihun biihsan. Hizi zote ni aya za Qur'an. Maana yake washikeni kwa wema, au ikitokea sababu ikaonekana tena maisha ya ndoa la yutaqu ni mazito kati ya wanandoa hawa, ikabidi eh, vidaraja vyote au eh, eh, malezi yote walioambiwa wapitie kabla ya talak yamekwisha. Watu wamekaa vikao, wa vimekaliwa nasaha zimepita, kumhama umemhama, eh, adabu zote ulizofundishwa zimepita, zimekwisha. Sasa imefika pahala, wa in yatafaraqa yug'ni llahu kulla min saatihi, imefika pahali muachane. Basi hata hiyo Qurani inakwambia faimsakun bimaarufin au tasrihun biihsan, ima mshikane kwa wema, muone kwa wema, muishi kwa wema. Kama hamuwezani pia muachane kwa wema, msitandikane, msipigane makonde, hakuna mateke, msidhuriane wala msifanyiane uadui. Wala tansau lfadla bainakum Msisahau zile fadhila na mazuri yaliyokuwepo kati yenu, nyinyi bado ni ndugu. innama nisau ni shaqaiqu rijal, hakika wanawake ndugu zao ni wanaume. Sisi wote ni watoto wa Adam, na kama tumekaa pamoja, tumelala pamoja, tumekula pamoja, tumeishi pamoja, tumeenjoy pamoja, imekuja sababu ya kuachana, basi pia tuwachane kwa wema. Hivi ndivyo Uislamu na Qurani inavyotaka. Kwa hiyo almuasharatu bilmarufu tukasema hili jambo, wengi wao tunalikosea, wengi labda hatulijui, na wanaolijua labda hawajajua wapi walishi wali nalo walitumikie, na wanaolitumikia pengine wanalitumikia sivyo. Ndivyo jambo hili la kukaa naye kwa wema, maana yake mtekelezee haki zote za msingi ulizoambiwa wewe mume umfanyie, mmoja katika maarufu kubwa hiyo kuanzia mahari kuanzia nafaka kuanzia iskani. E, kama una uwezo mpe mahari anayoyataka na mahari, kama tulivyoelezwa kwamba, ni haki ya mke, akisema anataka milioni kumi mpe kama unazo. E, na mahari ni kitu ambacho Uislamu haukukifunga lakini umehimiza tu kwamba watu wasifanyiane ghali mahari, aisaruhunna mahran aadhamuhunna baraka Hadithi ya Mtume anasema waliokuwa na mahari hafifu ndo wenye baraka. Ni haki yake mwanamke, wa ataitum ihdahunna qintaran, pia unaweza ukampa mapesa mengi kama mahari yake. Kwa hiyo mfanyie maarufu pia katika nafaka ya mahari, mfanyie maarufu katika haki yake ya iskan. Unaweza kumweka katika nyumba nzuri, mweke. Unaweza kumjengea nyumba, mjengee. Unaweza kumpa mapenzi, mpe na wanawake ni mahodari sana katika upande huu wa kutoa. Kapasiti ya mwanamke ya kupokea na kutoa, yani mapenzi ni kubwa zaidi, na pale mwanamme anapokuwa mume wa maisha yake, anapokuwa mume anayejua nini mke, basi mwanamke huwa yuko tayari kutoa kila ambacho Mungu amempa katika upendo na kumimina kwa mwanamme huyu. Ndipo pale unapoona kwamba mwanamke huyu hakuganduki, hakubanduki, anaishi na wewe lakini in ahsanta muasharataha, pale utakapokuwa unaujua muashara una mwema wa kuishi naye. Miongoni mwa muashara, ewe kijana wa Kiislamu, ewe shabun ladhi tukbilu ala zawaj, wewe kijana ambaye kesho keshokutwa unatarajia kuoa, nisikilize vizuri sana, ukapate kuipamba ndoa yako Nenda kaishi vizuri na mkewe, kwa kusikiliza hizi nasaha ambazo nakupa, ambazo ni miongoni mwa muasharatu bil maruf. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika hija yake ya mwisho, nayo ni hijjatul wada, kwa, kwa kweli ni ya mwanzo na ya mwisho kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yuko Arafat katika kiwanja kitukufu cha Arafa, anayesema maneno haya. Maneno baada ya kuyasema mtume hakuishi isipokuwa siku 82 na tu aliondoka katika dunia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kwahiyo, ni maneno yake ya mwisho mwisho, na si maneno tu, ni wasia. Na hapa wasia umegonga, ndipo mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake haya aliyoyazungumza katika mlima wa Arafa

Istausu binnisai khaira, fa innahunna hao wanawake awanin wa awan jamu aniya aniya, yani asira asiri, yani ni mateka. Mtume hapa akamshabihisha mwanamke anapokuwa katika ndoa ni kama mateka wa kivita ambaye umemkamata we, amesarenda, unalomwamrisha anafanya, yani katika maisha ya ndoa hawa wanawake wako katika maisha namna wanavyokutiini nyinyi, wanavyoitikia mito yenu, amri zenu, na wanavyokupendeni utafikiri ni mateka wako katika mikono yao. awanin indakum lastum tamlikuna shay'an ghayra dhalik. Kisha baada ya maneno haya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza kuwaeleza wanaume ambao ni rijalun wamepiwa qiwam au qawama alrijalu qawamuna ala nisa, wamepewa uongozi, waambiwa nyinyi ni viongozi. Angalia wanaambiwa nini kuhusu wanawake, anasema: fa inna almar'ata khuliqat min dhil bikasri ddadi sukuni llam min dil, mwanamke ameumbwa kutokana na ubavu. Dhile ni mfupa uliokuwa katika kifua hapa kifuani kuna mifupa ambayo imeenda hivi, imepinda ime, yani mbavu, ubavu, ile zile mbavu. Huwezi ukaona mbavu imenyoka hivi, mbavu zimepinda kama hivi. Ndio Mtume anamshabihisha anasema, wanawake ni kama mbavu uliopinda, mfupa uliopinda. Basi yani utakavyoishi lan tastaqima laka ala tariqa hutoweza kumwona yuko sawa katika jambo, amestaqimu katika njia unayotaka wewe. Fastausu binisai khaira, in istamtata biha, ukienjoy naye katika life, na hali ya kwamba yuko katika kupinda. Yani kuna kasoro ndogo ndogo zinazotokea katika maisha, umemwambirishaii anafanya hivi, unataka afanya hivi, anafanya vile. Wewe unavyomtaka wewe hivi, lakini yuko hivyo. Ndio maana yake, yani alkamal hakuna kasoro zipo, na hata wewe unaza kwako unafahamishwa. Wewe ambaye ni, ni mwenye kusimamia mambo ya mke wako uelewe kwamba 100% unayoitaka kwa huyo mke haitokuwa, muhurumie. Tambua kwamba haya ni maumbile. 100% ya unavyotaka wewe, kufikia asilimia mia zile unazozitaka wewe perfect, vile unavyotaka hatokuwa, li'annaha khuliqat min dhilla kwa sababu kaumbwa kutokana na ubavu. Inistamtata biha istamtata biha wa alaiha au wa fiha iwaj, uki enjoy naye uta enjoy naye akiwa amepinda. Wa in dhahabta tuqimha kasartaha, na ukitaka kusuluhisha, kuuweka sawa upindo ule uliopinda unyooshe, yani nitamnyosha huyu atakaa sawa sawa. Anasema Mtume, kasartaha, utauvunja ubavu huo, kwa sababu maumbile yake ubavu ndo uko vile, ukiunyoosha unavunjika. Wakasruha talakuha, hadithi Imam Muslim. Na kuvunja kwake ni talaka, na kwa ile mwanamke akipewa talaka na kwa kama amevunjwa, dunia yote inakiza mbele yake. Usishughulike na maneno anayokuambia usiku mchana, ikifika asubuhi, nataka talaka yangu asubuhi ikifika nakwambia usiku kama ujanipa talaka mi nitatoka usishughulike Uj... na yale jitahidi kila jitihada ufahamu kwamba haya ni maumbile in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha fastausuu bin nisai khairan kuweni wakheri tafuteni njia tafuteni solution ambazo sio talaka tafuteni vipi muishi na wake zenu kwa hiyo katika maruf nisikilize kijana basma kutabasamu mbele mm ya mke -hmm. wako lamsatu lhinniya, zile romantic touch kwa mke wako. Ukitoka asubuhi kama unaenda kazini, la tansa qublata lwida, usisahau kumbusu busu la kumpa kwa heri. Ukirudi kutoka kazini, la tansa qublatan, usisahau qubla balistikbal na namna unavyopokewa na ku, nyote wawili haya yanawahusu nyote wawili. Ukitaka kulala, ongea naye kwanza kidogo, mshike mkono wake, mweleze kiasi gani unampenda, mulale vizuri. Ukiamka usiache kuuliza siha yake na afya yake. Kuna watu hawawaulizi wake zao vipi hali zao wako vipi. Hii yote ni katika muashara

ykhsfu nalah yrqau thubahu yahlubu shathu wa ysiru fi khidmati ahlihi bisiratin saria, Albarazanji anasema maneno haya, Mtume alikuwa nawatumikia watu wa nyumbani kwake, rkm hairukum liahlihi w ana hairukum liahli. Hadithi ya mama Aisha, Mtume anasema, mbora wenu ni yule mzuri kwa wake zake, na mimi ni mzuri kwa wake zangu. Uzuri sio uzuri wa kufanya starehe tu. Ndio maana tukasema minan nasi man la yaarifu lzawaja illa ljima wal waalaulad ni wrong. Watu kama hawa hujui ndoa wewe, isipokuwa ni sex, ndoa wewe ni kupata watoto? Hapana, maisha yanakuwa muashara bilmaruf. Kuna watu hawajamkamata hata mkewe kusikiliza temperature iko vipi katika mwili wake, yeye anamtaka akiwa mzima tu ndio maana mmoja katika wanawake alipotoa takariri ya waume walivyo asema ana zauji la yahtamu bi illa idha arada aljimaa mume wangu mimi wala haina kabisa habari nami isipokuwa siku wakinihitaji kitandani ndipo namwona mume mzuri maneno matamu zawadi yote hayo tayajua siku wanapotaka kitu katika maisha ya ndoa na akipata basi, zawadi hakuna tena na maneno mazuri hakuna tena, na ule uzuri unapotea. Kwa nini watu wanakuwa, kabla ya ndoa ni wazuri, katika posa? Wewe zingine una unaazima tabia ambazo sio zako. Kuna watu wengine ni tabia zao. Unaweza ukafika nyumbani kwa mchumba wako ukampata mtoto mchanga basi hata kama we si mpenzi wa watoto, lakini kwa kumwonyesha yule mke wako utajidaidai, unabeba watoto, unajichekesha chekesha, unafanya kama, alimradi uone tabasamu katika uso wa mchumba wako. Kwa nini haya yanapotea baada ya ndoa? Kwa nini hutafuti njia ya kuitandika au ya kuiona tabasamu katika mdomo wa mke wako? Haya yote ndio katika nini, alishratu bilmaruf, maisha katika ndoa kwa wema, miongoni mwa muashara bilmaruf atahamulu, ni kubeba ni kuzuia ni kujikaza kwa zile hasira zinazotokea kwa neno baya au muamala mbaya alokufanyia mkeo pale nyumbani. Akikasirika mke wako, usikasirike na wewe na wanandoa wote wajitahidi waende different direction. Akikasirika mume mke asikasirike, na akikasirika mke mume asikasirike. Mkikasirika wote wawili pale kutakuwa na kiama pale, ndipo ndoa zinavyotambawa. Jitahidi sana, hasa wewe mume, uwe mzuri wa kubeba. Ndio wazee wanasema uwe na vifua viwili, kifua hiki na kifua cha nyuma cha kubeba mambo. Kama wewe ni mume, lazima uakti katika rujula kwamba wewe una subra zaidi, kwamba wewe una nguvu zaidi, una uwezo zaidi wa kubeba na kutahamal hata mashaka na mashake yote. Haya ni katika nini? waashiruhunna bilmaruf innahunna khuliqna min dhila wa in awaja shay'in min adh-dhila a'la idha dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha qalaquha haya yote yanatakiwa uyafahamu pale aliposema, akmalu lmuminina imanan ahsanuhum khuluqa wakhiyarukum khiyarukum linisaihim, wazuri wenu ni wale watakaokuwa wazuri kwa wake zao. Hii yote ni katika haki ya kwanza, haqu zaujati ala zauj, haqi ya mume amfanyie nani? Mkewe. Ukitaka kuendeleza upendo kama huo katika ndoa na ndoa iwe ni nzuri Hasa kwa wale wenye wanandoa wapya, salamu zao hizi wapelekeeni wanandoa wapya. Wewe kijana, bwana harusi mpya, msisahau kumsifu mkeo kila wakati. Akivaa nguo nzuri, sema nguo ni nzuri, imependeza. Sema nguo si nzuri, yule aliyevaa ndio mzuri. Akipika kisifu kile chakula anachokipika. Hizi zinaacha athari, hususan katika siku za mwanzo za ndoa anachokifanya appreciate. Sio unakitukana una kikebei kile kitu ambacho amekifanya na jambo alilolifanya. Akifanya jambo, onyesha shukrani kwamba umependa na unafurahi na unashukuru. Ukitaka kuongea na mumeo na mkeo, tanguliza maneno mazuri, tanguliza introduction nzuri kama vile samahani, bibie au mke wangu, mpenzi wangu, sukari yangu, asali yangu, vyote hivyo ni ruksa, kwa sababu vyote vinatengeneza nini. hayatun zaujiyatun karimatun jamila, maisha ni mazuri na uzuri wake ni hapa panapokuwa unapata mtu mzuri wa kupendana naye, wa kuishi naye, wa kukuzalia watoto, wa kukidhi naye haja zako na starehe zako na shahawa zako fi dhilli shariati lislamiya. Haya yote tunawahusia vijana, na kwa hakika, vijana wa kiume wengi hawapati mawaidha ya ndoa. Wanawake wengi alhamdulillah, huwa wanapata mawaidha kwa kina mama kabla ya ndoa, na hapa ndipo palipokuwa na nuksani. Utaona wakina mama wanajitahidi, wengine wanatumia mpaka njia ambazo sio nzuri, lakini inaonekana pupa yao ya kutaka kumfahamisha Utasikia kuna kitchen party, utasikia kuna kufundwa mwari. Hizi zote bi ghadh an-nadri an hukmha, lakini utaona kwamba watu wanataka kumfundisha binti yule akaishi vipi na mumewe kini, mara chache sana kukuta vijana wanapata watu na, na durus vipi akaishi na mke wake. Walhamdulillahi, Zanziba tumeona sasa hivi ofisi ya mufti, Mwenyezi Mungu ampe siha na afya na umri, na katibu wake na ulama ambao wanaliendesha jambo hili la semina mbalimbali kwa wanandoa. Vijana wanakwenda wanafahamishwa, wanaeleweshwa, ili tatizo la talaq na mambo mengineyo tunayoyasikia katika ndoa yawe ni yenye kutoweka, japo kwa asilimia kumi 15 mpaka yote tuyamalize kwa kuyatatua matatizo haya kwa fikri aliana lfikrata la tualaju illa bilfikr fikra, kwa fikra. Akili iliyotengeza matatizo haiwezi kuyatatua matatizo yale, mpaka ije akili nyingine from outside of the pitch ije irekebishe hayo mambo. Kwa hiyo, haya yote tunawaambia vijana na wale waliokuwa katika ndoa na sote, kwa hakika haya yanatuhusu, na naomba yanifae mimi kabla ya kuwafaa wengine wote kwa ajili ya kutengeza hayatan karimatan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kufanya e, hii maisha ya ndoa yawe ni mazuri kwa kila mmoja. Ndio maana ameekia dawabit na shurut na arkan moja, almuasharatu bilmaruf. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie miongoni mwa wanandoa wazuri, na hapa inshallah tutaangalia maswali yenu ambayo mmeyatuma ili tupate kuyajibu kama yatakuwa yanajibika.